Those who want to pull us backwards, we tell them, ng'o. Mwaka huu tutaanza mambo ya mazungumuzo, mambo ya kuzungumuza 2027. Na tumesema tuanze na chama cha UDA. Hiyo ndio mpango ya ODM. Naomba wale wenzetu watuambie mpango yao ni gani? Wanataka tuende na Wamunyoro ama wanataka tuende wapi? Chama lazima iwe na nidhamu. Hakuna mtu mmoja mkubwa kushinda chama cha ODM, na sisi tutalinda chama, tutalinda ground na tutalinda wananchi. Tumempa Daktari Oburu Oginga nafasi ya kuzungumza na vyama ambao ziko na sera sawa na sisi, na tumesema waanze na UDA wasonge hapo mbele, na tusipokubiliana, sisi kama chama tuende mbele sisi wenyewe. Tunawaambia hatuuziwi. Uoga kuna baadhi ya wengine hawakuanza kuasi chama cha ODM leo. Watu walianza kuasi chama cha ODM tangu wakati baba yuko hai. Kuna wengine wakaona ya kuwa akipatiwa kidole namna hii anataka kuingiza mkono. ODM ni Mombasa na Mombasa ni ODM. Wana Mombasa nataka niwaulize. Ukiniangalia mimi, sitaki kuwa rais wa NTI. Nataka sitaki nataka sitaki. Lakini lazima nijipange sivyo? Nende mdogo mdogo. Niangalie safari mdogo mdogo. Ndio, siku za usoni hawa pia wajue kutakuwa na Rais Hassan Ali Joho kupitia Chama cha ODM. Coco FM, ladha ya pwani.